Karibu katika jambo la leo la Jumanne ya tarehe 21 mwezi wa kumi mwaka elfu mbili ishirini na tano. Mengi tunayo hapa katika jambo la leo jioni hii, yakiwemo ya ndani, nje ya mipaka Tanzania, kadhalika ya michezo. Mimi ni Irene Kishewa, nami ni Esther Chilato. Kwa muhtasari ni haya tulionayo jioni ya leo, jambo la leo.

Chamazi kesho kuipa support timu yetu. Hii ni mechi ya mkondo wa kwanza, mechi inapaswa kubakia nyumbani, kwa maana tupate matokeo mazuri. jambo la leo o mengi yanapatikana ndani ya Jambo FM, lakini pia unaweza pita katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii lakini unaweza kutusikiliza mubashara kupitia tovuti yetu ya www.jambofm.co.tz. Mitihani ya kujipima kwa wanafunzi wa darasa la nne inatarajiwa kuanza kesho kote nchini ambapo wanafunzi milioni moja laki tano themanini na mbili elfu mia moja arobaini wamesajiliwa. Kati yao wavulana ni laki saba sitini na nne elfu mia mbili tisini sawa na asilimia 48 na wasichana laki nane kumi na saba elfu mia nane hamsini sawa na asilimia 52. Akitoa taarifa hiyo leo, mkurugenzi mtendaji wa baraza la mitihani Tanzania Profesa Saidi Mohamed amesema mitihani hiyo itafanyika kwa siku mbili na kwamba maandalizi yote muhimu yamekamilika yakiwemo ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Katika upimaji huu jumla ya wanafunzi milioni 1,582,140 wamesajiliwa, ambapo wavulana ni laki 764290 sawa na asilimia 48 na wasichana ni laki 817850 sawa na asilimia 52. Aidha, wapo wanafunzi 5750 wenye mahitaji maalum. Kati yao, wenye uoni hafifu ni 1164, wasioona 111, wenye uziwi 1161, wenye ulemavu wa akili 1641 na wenye ulemavu wa viungo 1673. Kuanzia mwaka 2025 wanafunzi wa darasa la nne watafanya upimaji wa kitaifa kwa mara ya kwanza kwa kuzingatia sera ya elimu na mtaala ulioboreshwa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 Vilevile ametoa vile wito kwa kamati za mitihani za mikoa na halmashauri kuhakikisha usalama wa vituo vya mitihani unaimarishwa, wasimamizi wa miliki wa shule na jamii, na kwamba atakayebainika kufanya udanganyifu matokeo yake yatafutwa, na sheria zitachukuliwa kwa yeyote atakayebainika kufanya vitendo vya kuhujumu mitihani hiyo.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 Kunafanya mtihani wanaitwa mtahiniwa ninakusema e, mm. Wahitimu <laughs> <laughs> <Bado. laughs> Hawa ni watahiniwa mm. Kwa hiyo kuna darasa la saba wametoka kumaliza mm. Sasa hivi darasa la nne mm. Alafu kuna darasa la pili pia wana wa mtihani wa taifa wa kujipima, wa kujipima. Wa kujipima, alafu kuna kidato cha nne mm. Yeah, lakini Lato kwa kesho a akidato cha sita mpaka mwakani Mwakani tunazungumzia kwenye? Ya, mitihani, kwa mwaka huu bado itakuwa baada ya hawa basi mm. watakumebakia darasa la pili pamoja na n kuna kuna kidato cha pili pia. Piala e, e, e, e, kidato cha pili. <laughs> <laughs> Sina kwaje tunasahau. Kwa hiyo <laughs> <laughs> kuna darasa la pili, kidato cha pili na kidato cha nne mm. Lakini ki, ki darasa la nne na la pili pamoja na kidato cha pili, nadhani mitihani yao inakuwa ni ya kujipima. Kujipima. Nimekukumbusha Patna. Haya, basi ilikuwa ni jambo la kitaifa maanake mitihani hiyo ni jambo la kitaifa hapo kesho na kesho kutwa. Kila la heri kwao. Lakini moja kwa moja jambo la leo sasa ni pale makao makuu ya nchi Dodoma. Sospita Chilumanga mwenye umri wa miaka 39 ambaye ni mlemavu, mkazi wa kijiji cha Mvumi Makulu, mtaa wa Nyerere katika wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma amekabidhiwa nyumba mpya kuishi na serikali. Nyumba hiyo imekabidhiwa leo na mkuu wa mkoa huo Rosimiri Sinyamule na kuhudhuriwa na watu mbalimbali kutoka mkoani Dodoma. Gideon Gregori na taarifa kamili. Shughuli ya kukabidhi nyumba hiyo imeongozwa na mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosimiri Sinyamule, ambapo wananchi, viongozi wa kijiji na wadau mbalimbali wa maendeleo wamehudhuria na kushiriki kikamilifu katika tukio hilo lililojaa hisia za upendo na mshikamano wa kijamii. Wajibu wa kulea makundi haya yenye uhitaji aidha, walemavu ni wajibu wa jamii nzima, wajibu wa wazazi, wajibu wa walezi, wajibu wa kijiji, wajibu wa serikali kwa ngazi mbalimbali, kutokana na uwezo unaokuwepo wakati huo, na pia ni wajibu wa mtu mmoja mmoja ambaye ataguswa kwa njia moja au nyingine. Hakuna mtu mmoja mwenye jukumu la kulea makundi haya ya watu wenye ulemavu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Chamwino, Janeti Mayanja, amesema tukio hilo limeonyesha wazi kuwa pale jamii inapoungana kwa nia moja ya kusaidia hakuna jambo lisilowezekana. Jambo la ulifanya mali hapo umefanya jambo la ibada, umepanda mbegu ambayo haitafutika. Ili familia waweze kupata nyumba ya kuishi, ilikuwa ni lazima. Kati ya watanzania milioni sitini na tano ilikuwa ni lazima wewe Rose Staki Senyamule ukutane na watu hawa, ndipo maisha yao yaweze kufanikiwa. Baada ya kukabidhiwa nyumba hiyo, Bwana Sospita Chirumanga pamoja na mke wake Bi Esther Simon wameelezea furaha yao kubwa, wakisema nyumba hiyo imeleta faraja na matumaini mapya katika maisha yao baada ya kupitia changamoto za makazi kwa muda mrefu. Hii sehemu ni ya malemu mjomba, naishi koj ya mjomba

unyimba au wenye sehemu wanataka nyumbayo nataka, nataka sehemu yao hali yangu nyee ndo kama ii siku ade siku ndokama nafanyije, nashije <coughs> mkuwa mkoa pamoja na uongozi wake pamoja na serikali yake akiwambasa, tutakusaidia. Sina mengi ya kuongea zaidi ya kushukuru na kusema asante kwa kitu ambacho serikali imetufanyia akiwemo mama yetu Rozi pamoja na watendaji kazi wake. Aidha, baadhi ya majirani wamepongeza hatua wa hiyo wakisema inadhihirisha namna viongozi wa serikali wanavyowajali wananchi wao hasa wale wenye mahitaji maalumu. walikuwa wanateseka hawana msaada wowote ule, ndo akaenda serikalini, wakaenda kuomba msaada, ndo wamepata msaada huu hapa wa nyumba kila kitu. Hili ni jambo jema sana kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kuwasaidia watu wenye ulemavu, lakini pia anatoa wito kwa watu wengine ambao wana nafasi waweze kuwasaidia watu wenye ulemavu kwa kadri watakavyoweza, kwa sababu mtu kama Peter leo amepata nyumba ya kisasa kabisa ambayo anaishi ambayo haikuwa ndoto zake. Kwa hivyo hili ni jambo jema linamfariji, linamfariji mtu mwenye ulemavu jamani. Yeah, najisikia kweli vizuri Yani tunawashukuru sana kwa msaada wa kwapita, mmemfanyia msaada mzuri sana yani tunawashukuru sana. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 mkoa wa Dodoma una jumla ya watu wenye ulemavu laki mbili elfu tisini na tisa mia sita themanini na saba sawa na asilimia 12.4 ya wakazi wote wa mkoa huo. Kutoka Dodoma, Gideon Gregori, Jambo FM. Bado jambo la leo linasalia mkoani Dodoma, ambapo washtakiwa Nyundo na wenzake watatu wamehukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kosa la kubaka kwa kundi, huku mahakama ikiondoa kosa la kulawiti kwa kundi, kwa sababu kifungu kilichopo kwenye sheria hakitambui kosa la kubaka kwa kundi, badala yake kinamtambua mtu mmoja kulawiti. Awali Nyundo na wenzake walishtakiwa kwa makosa mawili, likiwemo la kubaka kwa kundi na kumlawiti kwa kundi binti mmoja lijulikana kwa jina la binti wa Yumbo na kuhukumiwa kifungo cha maisha jela na kutakiwa kumlipa faini kiasi cha shilingi milioni moja kila mmoja. Sasa leo hii, jaji wa mahakama kuu Amri Mruma ametoa hukumu ya kifungo cha maisha kwa washtakiwa hao ambao ni aliyekuwa askari wa jeshi la wananchi mt 140105 Clinton Damas maarufu kama Nyundo, askari magereza c1693 Pregod Mushi, Nixon Jackson maarufu kama Macheche na Amini Lema maarufu kama Kindamba. Mm, hatimaye eh. Yeah. Jua mm. Mwanzoni mm. Uliona kwamba kama mahakama ilikuwa haijawatendea haki, wa kukata rufaa kwa sababu ni haki yao mm. kisheria kukata rufaa, lakini sasa adhabu ile ile iliyokuwa imedondokea awali imerudi tena mm. Mm. Kwa mara nyingine. Kwa mara nyingine. Mm -hmm. kwa mara nyingine, mahakama ziko kwa ajili ya kutenda haki kabisa mm. kama jamii basi tuendelee kukemea vitendo vya namna hii kabisa mm -hmm. kuanzia kwenye familia Zikiwa zimesalia siku nane kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu, jamii mkoa ni Singida imetakiwa kuhakikisha inashiriki uchaguzi huo kwa amani na utulivu na kujiepusha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Hatua hiyo imekuja kutokana na uwepo wa vitendo vya uvunjifu wa amani katika baadhi ya maeneo duniani, hali ambayo inazorotesha shughuli za maendeleo katika nyanja mbalimbali ikiwemo za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Saulo Steven kutoka Singida na ripoti kamili. Katika kuhakikisha nchi ya Tanzania inaendelea kuwa miongoni mwa nchi zenye amani, jambo FM imefika katika ofisi za kamanda wa polisi mkoa wa Singida na kufanikiwa kuzungumza na kamanda wa polisi mkoani hapa, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Amon Kakwale, ambaye anazungumzia namna ambavyo jeshi hilo limejipanga kuhakikisha linasimamia swala zima la amani na utulivu katika kipindi hiki cha uchaguzi, lakini pia mara baada ya uchaguzi, na kusema jeshi hilo limejipanga asilimia mia moja kuhakikisha linadhibiti vitendo hivyo. Zoezi hili ambalo liko mbele yetu la uchaguzi mkuu wa kuwapata viongozi na nchi tuwe na utulivu, tuwe na usalama, tuwe na amani, ili kusudi zoezi hilo iweze kufanyika tena kwa mafanikio makubwa zaidi katika mkoa wetu wa Singida. Zoezi hilo litahitimishwa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 kwenye vituo vya kupigia kura, na mara tumalizapo kupiga kura, kwa mujibu wa sheria, hatutaki kubaki kwenye vituo vya kupigia kura, tuondoke, turudi majumbani kwetu. Lakini kama utaona inafaa basi, unatakiwa kuliachia eneo la kupigia kula mita mia tatu. Jeshi la polisi mkoa wa Singida linawahakikishia wananchi wote kwamba limejipanga vizuri kuhakikisha kwamba matukio yote haya yanafanyika na yanafanikiwa kwa asilimia mia kwa mia, mia. Hata hivyo kamanda huyo wa polisi mkoa wa Singida hakusita kukipongeza chombo cha Jambo FM kwa namna ambavyo kimekuwa kikihamasisha amani na hivyo kuataka kuendelea kuitangaza amani ya nchi Tanzania ikiwamo katika mkoa wa Singida. Nyinyi ni chombo ambacho kinaweza kikaisaidia kuivusha salama nchi yetu na mkoa wetu wa Singida katika kutoa elimu hii, ni waombe kwa nia njema kabisa, endeni tukashirikiane

kutangaza amani, utulivu na usalama kwa kipindi chetu chote hiki. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi mkoani Singida wakizungumza na Jambo la Leo ya Jambo FM wamesema wamejipanga kuhakikisha wanasimamia suala zima la kuidumisha amani ya nchi ya Tanzania katika kipindi hiki cha uchaguzi, huku pia wakiwahamasisha wananchi wengine wa mkoa huu wanashiriki zoezi hilo kwa amani na utulivu. Twendeni tukapiga kura kwa sababu ni haki yetu. Simame tumwombe Mwenyezi Mungu Subhana wa taala, tunaiuombea uchaguzi huwe amani na, na utulivu. Tupige kura turudi nyumbani. Vijana wengi wamekuwa wakirudumiwa. Jamani, tusionje sumu, sumu haionjwi. Maneno ni mengi, ni mengi yenye kukatisha tamaa, lakini sisi tujue kabisa sisi tuna amani na tunatafuta ugali wetu na matembele kwa amani. Uchaguzi una mambo mengi, maneno ni mengi mitaani, basi tuwakumbushe watoto wetu, tudumishe amani, maana mabinti au vijana wao ndio wa kwanza kuweza kurugunika. Hivyo ni waombe wazazi, tukikaa nyumbani tuongee na vijana wetu, jamani, tukapige kura kwa amani. Unatoka unakwenda kupiga kura, unarudi nyumbani. Naima Bakari Chondo ni katibu tawala wilaya Singida anazungumzia namna ambavyo kwa upande wa serikali wamejipanga. Uchaguzi huo unakwenda kwa amani, ikiwa ni maelekezo kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Singida Hadima Omar Idendego, kama ambavyo anazungumza katibu tawala huyo wa wilaya ya Singida. Bado siku chache nchi yetu ifanye uchaguzi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa amenielekeza niwaambie siku hiyo usalama na amani utakuwa ni mkubwa sana nchi yetu hatuna vurugu hakuna vita tujitokeze kwa wingi tarehe ya kupiga kura tarehe 29 mwezi wa kumi kutoka hapa mkoani singida hii ni mia moja nukta moja hili ni jambo la leo mimi ni saulo stephen jambo fm Tunakushukuru uh, Saulo Steven kwa taarifa yako hiyo kutoka 101.0 hapa Singida. Jambo la leo sasa linavuka mipaka ya nchi, na sasa ni habari ya kimataifa. Rais mpya wa Madagascar Kanali Michael Randrianirina amemtangaza waziri mkuu mpya wa kiraia. Hatua hiyo imefikiwa baada ya jeshi kuchukua madaraka wiki iliyopita, hali iliyosababisha Rais Andry Rajoelina kuikimbia nchi. Kufuatia mashauriano na Bunge, rais huyo amemchagua Herin Salama Rajon Rivelivo kama waziri mkuu mpya, ambaye ametajwa kuwa na ushawishi katika sekta binafsi nchini humo na mwenyekiti wa zamani wa benki ya Madagaskar. Rais huyo ambaye aliapishwa siku ya Ijumaa wiki iliyopita ameahidi kuunda serikali ya kiraia na ushirikiano kwa nguvu zote zinazoziendesha nchi hiyo baada ya jeshi kuchukua madaraka. Na sasa tunakamilisha jambo leleo kwa habari ya michezo, ambapo kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars Bakari Shime ameomba wapenzi wa soka nchini kuhudhuria kwa wingi kesho katika mchezo kufuzu AFCON 2026 dhidi ya SEO ya Ethiopia. Mchezo huo utachezwa katika uwanja wa Azamu uliopo Chamazi jijini Dar es Salaam majira ya saa 11 kamili jioni. Kesho ni mechi muhimu sana kwa nchi yetu, tunaenda kuandika historia ambayo Tanzania hatujawahi kuifanya kwenye mpira miguu wanawake. Tukiweza kuachivu hiyo itakuwa ni mara ya kwanza, kwa maana ya kushinda mara mbili mfululizo ya kucheza mashindano ya Wafcon. Sisi kama benchi ya ufundi peke yetu hatuwezi, wachezaji peke yao wa hawawezi isipokuwa Watanzania wote tukishikiana kwa pamoja tunaweza kufanikisha hili. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania wote kila mmoja kwa nafasi yake ajitokeze pale Chamazi kesho kuipa support timu yetu. Hii ni mechi ya mkondo wa kwanza, mechi inapaswa kubakia nyumbani, kwa maana tupate matokeo mazuri. Hatujui wao watakwenda kufanya nini kugeuza matokeo, kwa hiyo kila Mtanzania anapaswa kuwa sehemu ya historia hii. Mchezaji ambaye tutamkosa moja kwa moja ni Winni Fregerad. Kama mtakumbuka, Winni alipata kadi nyekundu kwenye mchezo wetu dhidi ya Afrika ya kusini kule Morocco na ametumikia mchezo mmoja dhidi ya Ghana. Kwa hiyo mechi yake hii hawezi kucheza, kwa sababu anatumikia kadi yake nyekundu. Wachezaji bado wanaendelea kuripoti kambini, na hii imetokana na kuwa na wazaji kwenye ligi tofauti tofauti, kwa hiyo nafasi za kuja zimekuwa finyu sana, pia ukichangia na ratiba za ndege jinsi zilivyo. Haya, mambo yako hivyo e, kwenye habari za michezo. Kesho tujitokeze kwa wingi basi kuisapoti timu yetu ya wanawake ya Twiga Stars. Haya, jamani wakati ambao tunatamatisha tunakumbushana zimesalia siku nane tu mm. kufanya maamuzi ambayo sisi tunaona ni sahihi kwa ajili ya kupata kiongozi ambaye atatuongoza kwa kipindi cha miaka mitano kwa ngazi zote kuanzia udiwani mm -hmm. Mm -hmm. Kwa jamani kuna tuse... wabunge pia mm -hmm. Lakini pia na rais. Kabisa. Mhm. Mm, Haya, partner. Mhm. Eh? Tuende zangu. <laughs> Haya, mpaka kesho mimi ni Irene kesho. Na mimi ni Esther <laughs> Chila toka <laughs> kwetu.